Umeshasikia kwamba watu ni mtaji. Watu ni mtaji. Kwa namna gani? Tunaishi katika ulimwengu ambao tunahitajiana, na Mungu ametuumba kabisa sote tukiwa wa watu mbalimbali kwa sababu watu ndio kabisa tunahitajiana, ndio maana akatuumba, ndio maana akatuumba mimi na wewe. Mwingine akamuumba mfupi, mwingine mrefu, mwingine ana, ana, ana talenti hii, mwingine ana, ana, ana, ana, ana ujuzi huu. Hii ni kukamilishana na kuweza kufikia malengo. Maanake ni mtu ambaye kwa asilimia 80 hadi 90 amejua namna nzuri ya kuwatumia watu. Watu ni mtaji. Kwa nini watu ni mtaji? Nitakupatia aina nne ya watu ambao utajua kabisa kwamba hawa watu ukiwa nao basi mtaji tosha kwako, kwa, watakusaidia kufika sehemu moja ama nyingine, fika sehemu moja ama nyingine hata pasipo mtaji, maanake wao ndio mtaji wenyewe. Mtu wa kwanza ni watu ambao wana, ni watu ambao ni watumishi wa Mungu, kwa maana ya kwamba ni watu ambao wana uhusiano mzuri na Mungu. Kwa mfano ni wachungaji walimu ambao wanafundisha neno la Mungu ambao hao wa mashehe wa padri ambao wana uwezo wa kushauri mambo ya spiritual issues, wa kushauri mambo ya kiroho ambayo atakubadilisha wewe na kuwe katika sehemu nzuri. Hao watu ni wa muhimu sana sababu hao watu watakushauri ili uweze kujipushia na mitego mbalimbali na adui pia, ambaye anaweza kuwa anakuhamisha katika mambo yako. Ni muhimu sana kwa heshima na kuwafuata, kusikia na kufuata kile anachokuambia kwa sababu watakusaidia Watu, watu wa pili ni watu ambao tunaita watu men of influence, watu wenye ushawishi. Unajua watu wenye ushawishi wewe? Watu wenye ushawishi mtu hmm ambaye anaweza kufusi jambo likafanikiwa. Lika, lika kwa mfano miongoni mwa watu wakawa wakili. Wakili ni mtu ambaye anaweza kuumeua lakini hakatetea kwa uwezo kwa kuachilia huko. Lakini kushawishi kwamba uwe na maana ni kwamba mtu ambaye anaweza kutoa sehemu mbaya au kutetea sehemu hatarishi na anaweza kutetea mbele sehemu au watu fulani, watu wenye ushawishi. Miongoni mwa watu wenye ushawishi ni watu ambao ni wanasiasa, wanadiplomasia, ambao au mtu anaweza kutetea kama ni kiongozi. Kiongozi, tafuta mtu ambaye mwenye ushawishi wa watu atabaita, anaweza kwenda kusemea kwa wananchi na watu wako wakaweza kukupokea na kukubali kwa kiongozi wao. Watu watatu, na mtu watatu ni watu wa aina ya mtu, watu wenye talanta, gifted men, watu wenye walio na vipaji Hmm. Hata mtu anayechukua video hapa ana kipaji cha kuchukua cha kuhakikisha kwamba mimi naweza haya maarifa na kufikia wewe kupitia ya mtandao. Watu wa maana ni watu ambao wanavipawa Mungu Mwenyezi Mungu amebariki kipawa, kipawa, a, ya kuweza kusaidia wengine. Kwa ukimpata mtu mwenye kipawa una asilimia kubwa sana za kuweza kufanikiwa katika maisha. Na mtu aina ya nne ni wale watu ambao o, o, wanaweza kuchukua magumu yako baada ya bea, mtu ambaye anaweza kuchukua msiba wako, yani mtu yan, anaweza yani mtu karibu sana hasa wale watu wa karibu sana iza, unaweza kuwa mchumba wako au ni mke wako au ni mtoto wako mtu ambaye ni wa karibu au rafiki yako na, na na, na na na wa karibu sana ambaye unaweza kumwelezea jambo lako la siri akaweza ukashea naye kisaikolojia, kwa sababu ukiwa na jambo linakusibu au una stress au una mawazo, msongo wa mawazo una stress au una mawazo, msongo wa mawazo unatakiwa ushiriki na mtu wa karibu, maana yake yule mtu aweze kushare naye, yaani zile unapokuwa unazungumza jambo, ndio the way akili yako inafunguka. Kwa hiyo lazima uone mtu kama huyu ambaye anaweza kwa nini anaweza kumwambia jambo lako na kulikana, akawa na siri. Sio mtu ambaye ufija ligandishi ambaye yeye wakati wote anaweza akasema yale mambo kwa watu wengine. Kwa hiyo ni mtu huyo, ni mtu ambaye kwanza ni mtu ambaye anakuheshimu, lakini pia anaweza kuchukua jambo lako na kulihandle na akakusaidia kuweza kuwa sawa kabisa. Hao ni watu aina ya makundi ya aina nyingine ya watu. Ukiwa na hao watu nikwambie kwamba ni mtaji tu. Nao kwa kiasi kikubwa sana wamenisaidia kufika hapa nilipo. Natumaini na wewe unahitaji kuwa na hawa watu. Utapataje sasa watu? Cha msingi ni kuishi uwe na malengo, malengo aa, na malengo malengo, watu sahihi mbalimbali. Jifunze kwa watu mbalimbali. Kuna watu ambao wanafundisha vizuri, wewe na wewe ukapata nafasi hapo hapo ya kufanikiwa jambo lao. Kumchukia mtu haina maana. Ile mtu ukimpenda mtu katika maisha, kila siku najua una mengi ya, ya, ya, ya kujiuliza na na maswali mengi. Kama una maswali basi uliza, lakini pia tutafurahi kuona kwamba una subscribe, una comment na una share hii video kwa watu wengine wapate kujua zaidi ya kujifunza faida ya kuishi watu vizuri. see you at the top.